ambayo ninakuletea kwa jioni ya leo ni habari inayozungumzia kuondoka kwenye laana kwa habari ya kumpokea Yesu, na Biblia inasema ukishampokea Yesu umeondoka kwenye laana. Watu wengi ambao mnaweza mkawa au mnanisikiliza, Yesu kweli alimaliza laana, lakini kama hujampokea Yesu, usiwe na kiburi cha kwamba Yesu amemaliza laana ukimpokea Yesu rana zinaondoka, lakini kama haujampokea Yesu rana zinabaki juu yako. Biblia inasema nitakukemea katika yote utakayoshika, maanake ukilima atakemea Haleluya! Hayo naona itakuja mbele yako na kuzuia baraka uliopewa. Wakati Mungu alitakiwa akupe baraka, kwa sababu ya uovu wako, Bwana atazuia mafanikio yasokeaji yako. Kinachosababisha laana ianguke juu ya nchi, laana ianguke kwenye familia, ni kwa sababu ya dhambi unachokatazwa usifanye. Haleluya! Unajua kwa nini una kipimo cha kunywa maji? Kwa nini usinywe ndoo? Kwa nini usinywe kindoo kimoja cha maji kama ng'ombe? Haleluya, jaribu tu siku moja, chukua kindoo, kunywa maji ya kindoo, uone kama utaishi. Haleluya, Mungu ana maana yake. Kwa hiyo utakapokunywa kindoo, matokeo ni mauti. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo laana inaweza kuja juu yako, kwa sababu ya kulikataa neno la Bwana, kwa sababu ya kukataa sauti ya Bwana, kwa sababu ya kukataa habari za Mungu, laana inakuja kunyang'anya afya yako. Hallelujah. Wakankataa, wakaiandama miungu mingine. Bwana akawachapa kwa tauni, Bwana akawachapa kwa laana, wakafa. Hawakutaka kusikia habari za Mungu, Mungu akawachapa kwa laana. Haleluya. Bwana Yesu asijiwe wa watu waliompokea, aliwaamisha akawaondoa gizani, akawaletea morode. Nilikuambia juzi, alikweko mtu ambaye alikuwa na zini sana, wana ikachapa makaburi yao ya riziku. Haleluya, haleluya, haleluya, amina. Kusali unaweza ukaona sali lakini ukawa mzizi laana inachapa maisha yako, wakachapa na laana kwa sababu wa kusikia sauti ya Bwana, wakaondoka kwenye maisha yao. Hiyo nadhani korona wakati imeshuka, watu walichapa na korona, wakafa wakaondoka kwa sababu ya dhambi, wakafa. Amina, wakazikwa sababu tu ya uovu wa wanadamu Bwana. Korona wakati imekuja, sasa korona imeingia mjini, watu walijaa kanisani, kila kanisa lililokuweko huko, watu walijaa wakaanza kwenda kuacha ba wanasema Yesu tusaidie na korona. Wakati huo marehemu Magufuli ametangaza Tanzania tuombe kwa ajili ya korona, watu wakakaa hapo. Ha, watu wa waliacha kabisa habari, wakaona tutakufa na korona. Sikiliza nikwambie, alikweko kichana moja, walimsikataza sana, acha mambo ya uzizi, acha mambo ya ulezi, hakusikia kuna pombe moja kule mjini ilikuwa inaitwa jambo chini, yani jambo chini au jambo chini, chini. Vijana wakao wanakunywa pombe inaitwa haujambo chini. Haleluya, eluya ule kijana amekunywa pombe inaitwa jambo chini, alafu sikiliza, ikawa inatoka Zambia na inavuka, yamkini hata huku ilifika kwa sababu yalikuwa ni magendo, inakuya inaitwa jambo chini, kwa vijana walikuwa wakinywa ile pombe Afu inauzwa buku tu, haleluya, kuwasaidia maskini ili wafe sana, na Tanzania ikiingia ni magendo, ili vijana wafe tu, wapoteze. Kwa hiyo kijana mmoja alikunywa pombe, alipokunywa pombe anarudi tetoni kwake, akafika nyumbani vizuri, pombe ile ikamzidi. Ilivyomzidi ile pombe Akataza kutembelea tumbo, ameshika kikombe ili afike kwenye kunywa maji. Kwa hiyo alikufa ameweka kikombe kwenye ndoo. Watu wanakuja kwenye geto lake, wakakuta amekufa, ameweka kwenye kindoo namna hii. rana haja yani kitendo pale, manake alikuwepo, manake alikuwepo hata mke angemsaidia sasa, alikuwa ni bacha. Akafa ameweka kindoo namna hii, akuwepo wa kumsaidia kunywa maji. Kilichompiga ni nini? Laana. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa na wanga, ni mchawi, wakamwambia bwana, acha uchawi, hasiki, hacha uchawi, hasiki, hacha uchawi hasiki, hasiki. Wakakamkamata yuko uchi katikati ya barabara. Aibu jamani, hakuna uovu unaweza kuleta baraka. Unaweza ukawa nao, lakini siku utakapokuletea kuletea laana, hautaamini. Haleluya! Wakapigwa na laana, wakafa, yes. Sijui unanielewa ninachosema. Amen. Wakazikwa na laana, wakaondoka na laana, wakachinjwa na laana, wakaondoka na laana, wakazikwa na hiyo laana. Kwa sababu hawakusikiliza neno. Amen. Amen. Yaani, ukisikia neno la Mungu linaondoa laana. Ukimpokea Yesu kwenye maisha yako, hakuna mtu atakemea uchumi wako, hakuna mtu atakemea asha yako, hakuna mtu atakemea uzao wako, maana laana imeondoka. Ukimpokea Yesu hauishi kwenye torati, unaishi kwenye baraka. Sikiliza ni kuambia watu wengi wanaishi kwenye laana, hawaishi kwenye baraka. Nataka ni kuambia jioni ya leo, wakati wa Leo ni siku yako ya kuondoka kwenye mikono ya yarwakafanya sarati wakafa, kwa sababu ya wao kwa sababu tu ya wizi wao. Kuna mtu mmoja anasema akiwa mahali sasa. Yule jamaa nakupa ushuda, walikuwa wanacheza baa, walikuwa wanacheza nini baa, wakaanza kubishana kwenye bao. Panakuweko na stori nyingi, stori za mpira, stori za nini sijui, stori nilipita na nani, stori zote zipo pale. Wakawa wanapiga stori sasa Hasa wakaanza kubishana, wanaume wawili wote wanalingana, umri ni wazee wazee, wakawa wanabishana, wewe ni mdogo, wewe ni mdogo, wewe ni mdogo, sisi tunaza. Wao wale marafiki wanadhani wanabishana kwenye yale mambo ya kawaida, wewe ni mdogo wewe, kumbe wanabishana wa ulimwengu wa roho, kwamba mimi ni mkubwa mara pale pale, mmoja akaachia vyote hapo hapo, haja ndogo na haja kubwa, akasema sore, nilikuambia wewe ni mdogo. <sighs> Laana akamwambia mbona nilikwambia wewe ni mdogo? Umeona kilicho kukuta? Kumbe wanapigana ulimwengu wa roho. Alikuweko baba mmoja, alikuwa al, amekamata mvua ya kijiji mahali fulani. Wakati amekamata mvua ya kijiji, watu wakaanza maombi, watu wakaanza maombi, watu wakaanza hivi. Unajua, kuna watu wanakamata mvua, yani anaweza akakamata mvua ya bonde lote la Mafyeko na vijiji jirani, amekamata mvua. Haya, jamaa amekamata mvua wakati amekamata mbuo, watu tunaanza maombi, tuna ruka tunarukaruka huko ndani, tunaomba tu, watu wanaona wanasema tunajoomba, wanasema amechanganyikiwa, wameenda kutabika kwa Yesu, wameenda kwa waganga kwa Yesu, wameenda kwa wachawi kwa Yesu. Sisi tunaomba tunaomba tu tunaomba tu, wanakupiga karaia kchamaa rikojaa pipa na nusu, amen. Haitoka mkojo, unatoka wapi? pipa nanusu. Yes.

nilikuwa na wasimulia wa kanisani, nasema alikopa mtu mmoja, anaroga anaroga ana roga ana roga ana roga ana roga, ana roga, ana roga anaroga anaroga anaroga anaroga, watu wanaendelea na maombi. Alipigwa na rana moja hapa, alipigwa na rana. Sikiliza ni kwambie, unaweza ukajifanya wewe ni mchawi, unaweza ukajifanya wewe ni mzizi okay. Nataka nikwambie ya roho, ukipokea Yesu uko salama. Waliompokea Yesu wako salama na familia. Oh, salama

sianamu kwenda ni laana. Chabua wewe kwenda na Yesu au chabua kwenda na bia? Na bia ia wewe unaenda na bia naa na bia jamaa, ameolewa na bia, umeolewa na bia wewe, umeolewa na pombe, umeolewa na sigara, umeolewa na sigara, umeolewa na bia. Wakati wengine wanaoa wake, wewe umeoa bia kwenye baa, unafanana na baa, una maisha yako ni baa.

wakawa wanasemuria mtumishi mmoja anasema tu wa mazabauni walikuweka. Wachawi walikosanyana vikao vyao, wakasema mtumishi lazima tumuoe kabla wajafika, wakasuka na mpaka nikwambie, ana hataka kwenye laana